Tena, habarini za asubuhi. nini ni Karim Boimanda, afisa habari wa mchezo namba 184 Yanga Afrika Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Uh, tulikuwa na mkutano hapa awamu ya kwanza uh, ambapo kocha mkuu wa klabu ya Yanga pamoja ya na nahodha wamezungumza nanyi wana habari kuelekea mchezo huo, na kwa mujibu wa ratiba ambayo uh, ilitumwa kwa klabu zote mbili